Okay, mambo vipi? Mambo vipi? Mambo ni gani? Karibu tena Ed Smith teacher Sharak, kama kawaida na tunaendelea na uchambuzi wetu wa PDF inayohusu vigezo na, na masharti kwa ombaji wa mkopo wa shahada yani degree kwa mwaka 2025/26. Hii nimeiandaa maalum kwa sababu swali limekuwa kubwa, kwa watu wanauliza, je, ukibahatika kupata mkopo utapewa shilingi ngapi na shilingi hizo ngapi zinakuwa katika mgawanyiko gani? Naomba nikupitishe katika peji namba kumi na tano kipengele cha saba katika PDF hii kinachohusu loan items and amount to be allocated. Kiasi cha mkopo na jinsi kitakavyogawanywa gawanywa, gawanywa. Kwanza unapaswa kujua kwamba ela yako, ukitokea umepata mkopo utapewa pesa katika vipengele sita kama utakuwa umekwalify katika vipengele hivyo. Una qualify vipi? Nitaelezea kipengele kimoja baada ya kingine. Vipengele hivi eh, vipengele hivi not sita, yes vipengele sita. Vipengele hivi sita, cha kwanza ni meals and accommodation ama MA. Hii inahusu pesa ya matumizi ya kila siku utakapokuwa katika masomo yako. Kipengele cha pili ni tuition fee. Hii ni ada ya masomo. Na kipengele cha tatu ni books and stationery. Hii ni hela kwa ajili ya gharama ya vitabu na machapisho ya stationery. Kipengele cha nne ni special faculty requirement. Hii ni pesa maalum kwa ajili ya kozi zile ambazo zinahitaji kiwango kingine cha pesa ili kusapoti tutakuja kuichambua. Kipengele cha tano ni research. Kwa hiyo hii ni pesa kwa ajili ya utafiti. Kipengele cha sita, sita na cha mwisho ni field practical training FPT. Hii ni hela ya field kwa zile kozi ambazo zinamhitaji mwanafunzi kwenda field. Tuanze na kipengele cha kwanza kukichambua, utakapokuwa umepata mkopo e, ugawanyiko wake upoje na utapata kiasi gani? Meals and accommodation. Unapopatiwa mkopo hata kama ni asilimia moja ya mkopo, hii meals and accommodation ya pesa ya kujikimu ni lazima utapewa full. Na pesa hii ya kujikimu inakarukuletiwa kwamba ni shilingi elfu kumi kwa siku kwa hiyo ukipiga okay, hesabu kwamba mwezi una siku thelathini. Maana yake huyu unatakiwa upewe shilingi laki tatu kila mwezi. Ukipiga okay, hesabu miezi miwili na siku 60, itapaswa upewe shilingi laki sita ndani ya miezi miwili, na hii pesa unaisaini kila baada ya miezi miwili ili kuepuka ule mkanganyiko aliweka hivo. Kwa hiyo miezi miwili hiyo utaisaini pesa hii kiasi cha shilingi laki sita na itaingia kwenye akaunti yako ya benki. miezi hii imeganyika katika nne mbili za semesta ya kwanza na mbili za semesta ya pili. Kwa hiyo utakapoingia chuoni mwezi wa tisa wa kumi ule, masomo yatakapoanza mara nyingi, mwezi wa kumi na moja unawekewa pesa yako ya kwanza ambayo tunasema ni e, boom boom, boom lako la kwanza utapokea shilingi laki sita ambazo lengo ni kuanzia mwezi huo wa kumi na moja amini mwezi wa kumi na wa kumi na moja lakini itakapofika mwezi wa tatu utaekiwa tena bumlako kwa mara ya pili, ambapo ni kwa ajili ya mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Utakapofungua hapo mtafunga breki ndogo, na mtakapofungua mwezi wa tatu breki nyingine utapokea tena bumlako lingine kwa mujili ya mwezi wa tatu na wa nne, alafu pili utapokea tena kwa ajili ya mwezi wa tano na wa sita kuelekea wa saba, ambapo mtafunga semester E, kubwa na kusubiri kuanza mwaka mwingine wa masomo. Kwa hiyo e, mgawanyiko wake unaenda kwa namna hiyo. Kama una swali utadondosha kwenye comment. Ya pili ni tuition fee, ambapo inaitwa TP. Pesa hii ni gharama ya, e, ni gharama ya ada ya chuo ambacho umechaguliwa. Gharama hiyo anasema e, the maximum amount is 3, 3.1 million per annum. Which mean that kwamba kama utachaguliwa chuo ambacho gharama za za ada ya chuo ni shilingi milioni tatu na ukapata asilimia mia ya mkopo wako, basi bodi watakulipia shilingi milioni tatu ya gharama ya masomo hayo, yani tuition fee. Kama chuo chako ada yake ni shilingi milioni moja, wao watalipa milioni moja kama utapata asilimia mia. Kama utapata asilimia hamsini basi watalipa nusu ya ile gharama ya ada, iliyobaki utamalizia mwenyewe. Hii huwa wanalipa wao muda gani? Mtafahamishwa mtakapokuwa chuoni, wao na mida yao ya kulipia. Na hii utaitwa tu kwenda kusaini, itaingia moja kwa moja kwenye akaunti ya chuo unachosoma. Namba tatu ni books and stationery, ambao tumesema ni pesa ya vitabu na kujikimu. Hii kila mwanafunzi anapewa, haijalishi unasoma kozi gani, wote mtapewa. Na hii huwa unaingia mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo utakapoanza chuo mwaka wa kwanza, ile miezi ya mwanzo kabisa, linapoingia bomu la kwanza, na hii pesa itaingia, na huwa unapewa shilingi laki mbili kwa mwaka mzima. Wanategemea hii itakusaidia katika kununua vitabu pamoja na kuchapisha mambo yako mbalimbali ya kujisomea na kujifunzia. Kwa hiyo utasainiwa mara nyingi pamoja na boom la kwanza. Kitu kingine ni special faculty requirement ambayo hii ni pesa maalum kwa ajili ya kozi na watu maalum. Sasa hii ina masomo yake. Wanasema subject to means testing result, applicants may be av availed with SFR loan for studies program that require special faculty requirement item kwao. Zipo kozi ambazo zinahitaji pesa hii ya special faculty, si zote. Mtakapofika chuoni, mtajulishwa ni kozi gani au we mwenyewe uta, e, utaona katika kozi yako kama inahitaji hiyo pesa ama haihitaji. Kama inahitaji huwa una viasi vyao ambavyo wanatoa kulingana na kozi husika, ndio maana hawajaweka wazi ni kiasi gani wanatoa. Jambo la saba ni research. Kuna baadhi ya kozi zinahitaji watu waende uwandani, waende kwenye maeneo kwa ajili ya kufanya utafiti. Hii research unatolewa kwa sababu research hufanyika mwisho wa semester. Mfano, umesoma mpaka mwisho, sasa unataka ukamilishe somo lako la research kwa kufanya utafiti wa jambo ambalo umelisomea, basi bodi itakupa shilingi laki tano kwa ajili ya research. Hii research wanaipigia hesabu ya, ya kwamba e body may provide a loan of research expenses to the maximum shilingi laki tano in a selected field of health sciences engineering agriculture and land sciences loan to cover research expenses for other programs may be provided to a maximum shilingi laki moja in the final year of study kwa hiyo kuna kozi kama alizosema hapo za kisayansi pamoja na injinia, kilimo na kadhalika. Hizi wanatoa mpaka kufikia shilingi laki tano kulingana na gharama ya research husika. Lakini kwa program zinginezo ambazo hufanyika research kila mwisho wa mwaka wanatoa shilingi laki moja kwa ajili ya research. Jambo la mwisho ni field practical training, pesa ya mafunzo HESLB provide loan to cover field practical training teaching practicals allowances at the rate of the 10,000 per day up to the maximum 46 days per year kwa hiyo wale ambao mfano, wanaosomea kozi za ualimu itafika hatua itabidi uende shuleni ukafanye research, kila baada ya mwaka wa kwanza utaenda kufanya research. Baada ya mwaka, I mean utaenda kufanya eh, field, na mwaka wa pili utachagua tena shule utaenda kufanya field. Kwa hiyo wao wanapigia siku za kazi hamsini na sita na kila siku watakulipa shilingi elfu kumi kwa ajili ya field kwa hiyo kama utakoma siku zote hamsini na sita kwenda kufanya field, maana yake utapokea shi, kiasi cha shilingi e, e, laki tano na elfu sitini. Na mara nyingi huwa ni miezi miwili field, si ndio? Na miezi miwili huwa ni siku sitini, ndio wastani wa siku hamsini na sita. Kwa hiyo utapokea shilingi hiyo laki tano na sitini kwa ajili ya field, na utachagua shule ama eneo la kwenda kufanyia hiyo field practical training yako. Huo ndio mgawanyo mzima wa kiasi cha pesa katika, e, katika mwaka huu 2025 2026 na namna utakavyozipokea. Naendelea kuruhusu maswali kupitia, eh, kupitia comment hapo chini, nami nitajua ni kitu gani nimekisahau, basi nije nikitolea ufafanuzi katika, katika PDF hii ya mwongozo wa utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu especially wali, eh, wanafunzi wa shahada kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Kumbuka hivi vitu huwa vinabadilika kila mwaka na mwaka, ndio maana kuna haja ya kuipitia hii na kuielewa sana, kama walivyosisitiza Asante, endelea kusubscribe. Tunaendelea na uchambuzi katika vipengele vinavyofuata.